Bwana Yesu asifiwe, amen. Kitu kimoja kizuri, sifa kuu za uimbaji wa kiroho. Sifa kuu za uimbaji huu ambao tunaozungumza wa kiroho, uimbaji huu. La kwanza, uimbaji huu unalenga kumtukuza Mungu. Lengo la kwanza, uimbaji wetu tunaofanya kwenye madhabahu ya Mungu unalenga kumtukuza Mungu, wala sio hadhira au watu ambao wanatutazama. ta lazima umlenge Mungu moja kwa moja, lazima utukuze Mungu kwanza. Haleluya, amen. Hebu tusome Zaburi ya 81 mstari wa kwanza na wa pili. Naomba msomaji wangu au wasomaji wangu Zaburi ya themanini na moja mstari wa, th... wa kwanza na wa pili. Karibu aliyepata tosha kabisa. Haleluya, hapa ajazungumzia sifuni watu, imezungumzia kum kumsifu Mungu. Nimemtanguliza Mungu kwanza, tunaelewana jamani, kwa sababu ukimtukuza Mungu kwanza, Mungu yeye ndiye ataamua afanyeje, ashuke, ahudumia hao watu ambao ambao uko pamoja nao kwenye hiyo hadhira au kwenye huo mkutano anagusa maisha yao, anashughulika na maisha yao, lakini tunaanza na Mungu kwanza. Yesu asifiwe. Lakini cha pili, uimbaji wetu unaongozwa na Roho Mtakatifu. Uimbaji wetu unaongozwa na Roho Mtakatifu. Uimbaji wetu unaongozwa na Roho Mtakatifu. Huo ndio uimbaji wa kiroho unaotakiwa kufanyika. Tusome Wakolosai tatu Wakolosai no, no, Waefeso tano mstari wa kumi na nane na kumi na tisa. Naomba tusome Waefeso tano mstari wa kumi na nane na kumi na tisa. ijazo roho mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Amen, asante sana. Uimbaji wetu unaongozwa na Roho Mtakatifu, unatoka kwa mtu aliye na ushirika wa kweli na Mungu unatoka kwa mtu ambaye ana ushirika wa kweli na huyu Mungu tunayemtukuza mali hapa. Kwa hiyo ukitaka kuona Mungu kwenye huduma au kwenye utumishi huu unaofanya <laughs> ni lazima ushirika wako na Mungu uwe wa karibu, uwe ushirika wa kweli. Yesu asifiwe. Lazima uwe ushirika wa kweli, alafu huduma hii unayoifanya haitakuwa ni huduma ya kung'ang'ana kwa sababu unayemtumikia mahali hapa uko naye karibu, uko na ushirika na yeye. Hivi jua kuona huduma huduma ngumu zinafanyika, mtu anaima lakini ni kama hatuoni anachokifanya yaani, kama anaima ni kama yanamrudia. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu, ndugu huyu anayefanya hiyo huduma hana ushirika na yule anayeona kama anamtumikia. Changamoto kubwa sana. Kwa hiyo tukitaka kuona Mungu, tuone matendo makuu ya Mungu, ni lazima kila mwimbaji au kila mpiga chombo cha muziki, ni lazima ahakikishe kwamba ana ushirika wa kweli, ana ushirika wa kweli na huyu Mungu tunayemtumikia. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu uhusiano mzuri na Mungu au ushirika wa kweli na Mungu unaleta matokeo chanya kwenye utumishi wa mtumishi anayefanya hiyo huduma. Lazima ulete matokeo chanya, kwa sababu mbingu zinamwelewa huyu mtu kwamba huyu mtu ni wa kwetu, huyu mtu yuko upande wetu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ushirika huu wa kweli na Mungu lazima uwe ni ushirika ambao kweli mtu ameamua ameamua kuwa karibu na huyu Mungu, na ndipo atakapoona matokeo makubwa sana kwenye huu utumishi ambao unaofanya. Utumishi wako utakuwa sio mgumu. Haleluya, haleluya. Ulishawahi kwenda kwa mtu ambaye ni, ni adui yako? Yale unajua kabisa kwamba huyu ndugu ni kama akufurahii, huyu ndugu ni kama akupenda. Alafu unaenda nyumbani kwake kwa, kwa ujasiri mkubwa aitu unaenda kugonga mlango. Unagonga mlango. Hivi unaweza kaenda kwa furaha kwa mtu kama huyu? Unaweza kaenda kwa furaha? Haiwezekani, lakini kwa rafiki yako je? Kwa rafiki yako si utaenda kwa, kwa uhuru mkubwa sana. Na Mungu wetu ni hivyo hivyo. <laughs> na Mungu wetu ni hivyo hivyo. Ukitaka kuona Mungu kwenye maisha yako ni lazima awe rafiki yako. Huo ndio ushirika wa kweli unaosema. Huduma nyingi zimekuwa ngumu sana kwa sababu hao wanaofanya i say hawana ushirika na huyu Mungu. Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Ushirika huu unaletwa na maamuzi ya kweli ya mtu kumpa Yesu maisha. Eh, mtu atembee na huyu Mungu, ampe Yesu maisha, atembee katika njia ya Mungu, atembee katika usafi siku zote za maisha yake. Bwana anaweza kusaidia. Saa mimi eh, nimezaliwa kanisani, nikuta wazazi wangu wako kanisani, ni watumishi, lakini bado nilikuja kufanya maamuzi yangu binafsi kwamba lazima nimpe huyu Yesu maisha, na mimi awe wa kwangu, na mimi niwe na ushirika na yeye Yesu. Asifiwe, Yesu asifiwe. Hivi kuna watu ambao hawajaokoka kweli mahali hapa jioni ya leo, waimbaji kabisa ambao hawajampa Yesu maisha? Wapo, wapo. Nitashangaa <laughs> sana. Kwa hiyo ushirika huu unaanzia, lazima ujikomiti, lazima umpe Yesu maisha binafsi alafu uwe na ushirika na yeye wa kweli, alafu ndio uone sasa matendo yake makuu kwenye utumishi na huduma unaoifanya. Yesu asifiwe, amen. La tatu, uh, sifa kuu za uimbaji wa kiroho, unajengwa juu ya neno la Mungu, unajengwa juu ya neno la Mungu eh? Maneno ya wimbo asilimia kubwa yanatakiwa kuwa ya, ya kweli na ya kimaandiko. Ndio eh? Maana wa Kolosai tatu kumi na sita inasema neno la wim, la Mungu likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Eh? likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Kwa hiyo uimbaji huu lazima ujengwe kwa neno la Mungu. Muimbaji ambaye hasomi neno la Mungu kweli hatakuwa, hana ujumbe, uimbaji wake ni kama hauna ujumbe, kwa sababu neno la Mungu aliishi eh? Mimi nakufurahia sana, kuna watumishi wanapenda sana pia. Tunapotunga nyimbo zetu kutokana na neno la Mungu, zinakuwa na uhai zaidi. Yesu asifiwe, amen eh? Kwa mfano nimesikia nyimbo o heri mtu ambaye haendi katika shauri la wasio wa haki eh, ambaye akusimama barazani pa wenye mizaha zao. Sasa hilo ni andiko, ni andiko hilo liko hai, linaleta nguvu kubwa sana unapoimba. Yesu asifiwe. Kwa hiyo nyimbo zetu pia zijengwe katika neno la Mungu. Huo ndio mwimbaji wa kiroho unaotaka.